Watu sita zaidi walithibitishwa kuambukizwa ugonjwa wa kipindupindu huko Kilgoris na Lolgorian na kufikisha idadi ya walioathirika kuwa hamsini na mmoja. Haya yanajiri huku idara ya afya ya umma ikichukua hatua za dharura kuzuia maambukizi zaidi kwa kufunga takriban hoteli 30 eneo la Kichinjio uh, huko Kilgoris mjini. Ni shughuli ya kusafisha mji wa Kilgoris, maafisa wa idara ya afya ya umma wakiwa mbioni kutakasa kila mahali ili kujaribu kuangamiza uchafu unaoendelea kuhatarisha maisha ya wakazi na kuzidisha msambao wa ugonjwa wa kipindupindu. Ndiyo hali ilivyo kwenye vibanda hivi vinavyotegemewa na wakazi kwa chakula, uchafu uliokolea ukiwasababisha maafisa wa afya kufunga takriban hoteli 30 mjini Kilgoris. Jusi wakati ugonjwa ya kuharahara imeingia hapa Kilgoris, nilishangaa sana kwa sababu haisikii dawa ya, kim, ya Kimasai ile inaitwa Alkonyel. Haisikii kabisa kwa sababu hata ukikunywa hiyo dawa bado tu utahara ta, tu kwa sababu hiyo ni ugonjwa mbaya sana. katika eneo la Migingo taswira ni kama hii. Haya ndiyo maji yanayoshukiwa kuchangia hali hii lakini licha ya hatari iliyoko, wakazi wangali wanayatumia. Mama huyu anachota maji hayo ili aweze kuyapeleka nyumbani kwa matumizi yake. Ni bayana kuwa maji hayo siyo salama. Mita chache kutoka hapa kuna kichinjio kikuu cha mji wa Kilgoris. Ndani ya kichinjio hiki hali ni kama hii, ni hali ambayo wenyeji wamekuwa wakifahamu kwa muda sasa. maji ya hapa ndio inatumika kwa kuosha nyama hapa. Nyama inatumika kwa watu matajiri sana, kama OCS, OCBD wanakula nyama hapa. Maji ni ovyo tu, unarogota mahali yoyote, kichinjio mutoni. Hiyo mutoni ndio matishi yanawekwa, maliwesi ya watoto matagataga. Ugonjwa wa kipindupindu umezidi kusambaa eneo hili. Jumanne, Mtu mmoja zaidi aliripotiwa kuugua mjini Kilgoris, huku wengine watano wakipata dalili za ugonjwa wa kipindupindu Lolgorian. Idadi sasa imefikia jumla ya watu 51 ambao wameonyesha dalili za ugonjwa wa kipindupindu We that is weak uh, that um, you know there are certain um, symptoms please report to the hospital Crispino Tieno runinga ya Citizen